ile kabunge dogo yetu mm. walikuwa na elections leo mm. na election, nata, election. elections oh, na nataka election kuelezea hivi oh. kulikuwa na vetting sema yes. Yeah. vetting vetting pepa iliandikwa kwa Kiingereza, so kulikuwa na candidates wengi sana. Kulikuwa na Nuru Okanga, kulikuwa na omoshi wana mm. kulikuwa na ile ya kusonga songeana mm. kulikuwa na sijui bunduki ya risasi unasikia, so, mm. ni maguzi ni majina haijaisikika. Alafu sasa vetting ikakuja mm. Kila mtu ilikuwa inabidi ajisome ajisome. Omosho ana question number 1 <laughs> <candidate number> <laughs> <laughs> mm. Ilikuwa imeuliza what is your name. oh. Sasa haelewi akaulizwa, Omosho ana jibu number 1. Akasema kama uwezi <laughs> soma jina yako yeah, na uwezi yeah, jua swali yeah, utajibu namna gani? Ikakuja sasa candidate number 2. Alikuwa anaitwa Nuru Okanga. Okanga. Nuru Okanga alijaribu. Yeah. Question number 1 nimwambie ilikuwa hot as you? Yeah. Yeah. So, sakasema, sakasema want, no, yeah, ali soma hot. Yeah. As na you and na name. Hakuele? Yeah. Hakuelewa. <laughs> So wakati alisema hot, akaulizwa yeah. Nuru Okanga hot, akasema hot. <laughs> <laughs> Sasa unaweza <is> mpitisha? <laughs> Uh, mtu ajui kusoma. Achana eh? Uh, akakuwa na alifanya. Candidate number Dili alikuwa songasonganda pale yeah. Akaulizwa unaitwa nani huyo? yeah. anajua kusoma kidogo yeah. Akasoma akaona, naitwa songa. songa. Akaba sawa songa, songa. Sasa ikakua katt namba sema namba, anaitwa buduki walisasi. So unajua kwa pale upande wa Soweto, Soweto. <laughs> ni alikuwa anafanyisha hii uchaguzi yeah. Akaambiwa sasa wewe Wateziwaneme akahewa bunduki ya risasi yeah, uieza kapotea yeah. <laughs> iei kupotea sasa, watu wakakuwa wamepata president mpya na anaitwa bunduki na wa yeah. <laughs> watu yeah. si yeah. hata wajui kama wamechaguana.